Na kwa mara nyingine tena natumai mko vema. Aa, leo tunaenda kuangalia jinsi gani ya kuuza kwa yule mteja ambaye ni wa mara moja au mpita njia. Aa, kama unavyojua yule mteja ahitaji kukopa, mara nyingi huwa wanalipa cash. So ili kufika kwenye ukurasa wa mauzo, tuna ukiangalia huko chini, kuna sehemu wameandika mauzo kutoka kushoto kwenda kulia ni ya pili kabisa. Tutaingia hapo kwenye batani ya mauzo, na mitafunguka page kama hii. Kisha funguka page kama hii ili kuongeza... Nitoe kwanza hii Ili kuongeza kitu kwenye kikapu chako cha mauzo unaweza ukakliki ile bidhaa unayotaka kuiuza, ukiklik hapo utaona inaongezeka huko, inaongezeka ya pili umeongezeka ya tatu, umeongezeka ya nne, au kwa njia ya haraka unaweza ukaandika tu hapa namba, ukaandika nne, ukabinya alama kujumlisha, zikaongezeka huko nne kwenda kuiuza na binya hiyo alama ya kikapu. Utaona hapo kwenye detail zako za mauzo kuna kiasi cha jumla, kwa hiyo utaandika pale kiasi cha jumla ulicholipwa na kiandika kwa hapa chini, elfu mbili mia nne, unauza Complete sale hapa. Ukishauza unaona imekuja huku juu kabisa huku. Ukitaka kuona mauzo, inafungua hapa kwenye ona, utaona hapo kuna mteja wamekuandikia walk-in customer, ambaye ni mteja wa kupita. Subtoto ni hiyo elfu mbili mia nne na chini utaona kuna item, vipengele, vipengele kuna item watakwambia, kuna bidhaa, kiasi cha bidhaa zilizo ulizouza na bidhaa moja shilingi ngapi, na jumla yake. Kwa hiyo kama una, umeunganisha mfumo wako na risiti, utakuja hapo uta, utachapisha tu risiti hapo, ndio utakuwa umefanya mauzo kikamilifu. Na video inayokuja tutaangalia jinsi gani ya ku ya kuwauzia wale wateja ambao wanakuja kuchukua bidhaa kwa mkopo, na jinsi gani unaweza kusimamia mikopo yao ili usipoteze usipoteze kumbukumbu kumbu zao za mikopo. Asanteni.